Tulikuwa wote bungeni na kwenye vikao vya baraza la mawaziri, nilipokuwa nahudhuria kumwakilisha waziri wangu Alnur Kasum. Maana kwenye baraza la mawaziri, naye mawaziri hawashiriki, ila kama waziri hayupo, basi unaambiwa wewe, leo nenda kawakilishe wizara yako. Katika siku ambayo siisahau, ni tarehe kumi na mbili Aprili mwaka tisini alipotupa msaada mimi na waziri wangu Anwar Kasum i ilikuwa ndio tarehe ambayo mzee Mwinyi alivunja baraza la mawaziri. Kwanza wa kawaida mawaziri naibu mawaziri amshiriki kwenye kabineti, tukaambiwa tuje wote. Tumefika pale, mzee amefika, akasema na washukuruni sana kwa jinsi mlivyokuwa mmenisaidia, lakini nawatakieni wote mwende mkajiuzuru chama kubwa eh. <gürtik SF2> Basi tumekaa pale, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu rais akaondoka. Mzee Warioba alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu, akaondoka. Mzee Msuya akaondoka nakaondoka basi, na sisi wote tukaondoka. Sasa tulipotoka nje, ikawa magari hakuna, sio kwa sababu yamenyang'anywa, ila unajua, kwa sababu kwaida vikao vya kabineti vinachukua muda, kwa hiyo mkifika pale, mawaziri magari yanakwenda ofisini kufanya shughuli nyingine. Sasa tukawa hatuna magari na kwa sababu pale tena ndio tusha <laughs> tushapigwa tanchi, unaogopa hata kuingia ofisi yoyote pale kuomba upige simu, na wakati ule hapakwepo na simu za mkononi, kwayo ikabidi sisi tutembee. Sasa tunatembea kwa mguu kutoka Ikulu kwenda barabarani kutafuta magari ya kutupeleka maofisini, ma, ma kwetu. Nashukuru wakati ule mitandao ilikuwa bado <laughs> vinginevyo vingine. hiyo ingekuwa picha nzuri kweli, mpaka leo zingekuwa zinarudiwa hasa. Tukawa tunatembea wote, lakini tukakubaliana kwamba mzee Msuya, alikuwa waziri wa fedha, ofisi yake iko karibu na ikulu pale kwao, tukatembea mpaka pale akatupatia usafiri, tukarudi ofisini. Yaliyobakia sio muhimu nyewe kujua ilikuwaje.